El Clasico sio neno geni kwa wapenzi wa soka. Inawezekana neno ambalo umezoea kulisikia sana, lakini kwa upande wa wazungu wao wanapenda kuita classic, ukienda pale Hispain, wao wanapenda kuita El Clasico. El Clasico ni nini? Bila shaka mtu unaweza kawa unajiuliza, umezoea tu kusikia El Clasico, El Clasico. Ehe, sasa El Clasico bana ni ushindani mkubwa wa kisoka ambao huu unazikutanisha timu kubwa nchini Hispania. Ni ushindani ambao upo kisiasa uh, kitamaduni lakini pia kusahau bila kusahau kihistoria. El Clasico huchezwa kwenye mashindano yote ambayo uh, yanachezwa uh, pale nchini Hispania hususan football uh, tournament mbalimbali uh, uh, mbali, ama ligi mbalimbali mbali, ambazo zinachezwa pale basi El Clasico huwa inachezwa. Na ni mara chache sana El Clasico huwa inachezwa kwenye E, UEFA Champions League ama ligi ya, ya mabingwa barani Ulaya. Ni mara chache sana hizi timu kubwa pale Spain zimekuwa zikikutana El Clasico. Sio mchezo tu wa kupata magoli ama wa kufunga magoli hapana, huu ni mchezo wa kifahari pamoja na utambulisho yani, e, wa kikanda, yaani utambulisho wa kikanda, ukanda wa Catalonia ambayo wanapatikana hawa FC Barcelona, lakini bila kusahau mji mkuu Madrid ambao wanapatikana Los Blancos Real Madrid. Bana, mechi ya kwanza ya El Clasico ilichezwa tarehe kumi na tatu Mei mwaka elfu moja mia tisa na mbili licha ya kwamba huko nyuma zilikuwa zinachezwa kwa mechi nyingi sana za El Clasico, ila rasmi kuanza kutambulika sasa kwamba hii ni mechi ya El Clasico ilichezwa tarehe kumi na tatu Mei elfu moja mia tisa na mbili kwenye mashindano ya Copa del Rey, ambayo FC Barcelona waliichapa eh, Madrid FC mabao matatu kwa moja, ambayo kwa sasa inafahamika kama Real Madrid. Kwa hiyo zamani Real Madrid ilikuwa inafahamika kama Madrid FC. Bila shaka wanaweza kuwa wanajiuliza maswali mengi sana, ni mchezo ni mchezo gani wa El Clasico ambao umewahi toa mabao mengi ama ni timu gani ambayo imewahi kushinda magoli mengi kwenye mchezo huu mkubwa pale nchini Spain? Basi ni kwamba mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tano Real Madrid, Los Blancos hawa, waliichapa FC Barcelona mabao manane kwa mawili na hii ndio mechi ambayo inashikilia kuwa na rekodi kubwa ya El Clasico kutoa mabao mengi, na mpaka hivi sasa hakuna timu ama hakuna mchezo wote wa El Clasico ambao umeweza kuvunja hii record. Moja ya El Clasico ambayo ilisisimua na kuwa na mvuto mkubwa ni El Clasico ambayo ilichezwa tarehe 7 Oktoba elfu mbili na kumi na mbili ni Klasiko kwanza ambayo ilikuwa na mvuto e, kiasi chake kulingana na wachezaji ambao walikuwa wanapatikana kwenye hizi timu kubwa mbili pale nchini Spain. Upande wa FC Barcelona alikuwepo Lionel Messi, lakini upande wa Real Madrid kulikuwa na Cristiano Ronaldo. Sasa kwenye Klasiko hiyo bana elfu mbili na kumi na mbili ilitamatika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. FC Barcelona anapachika mabao yote Messi, lakini FC Real Madrid anapachika mabao yote Cristiano Ronaldo. Nakumbuka hawa ni miongoni mwa wachezaji wakubwa kwa hivi sasa duniani, wakati huo wanaendelea kupambania na nawe mchezaji mcheza, e, mchezaji bora. Kwa hiyo ni El Clasico ambayo mpaka hivi sasa ilionyesha kuwa na msisimko mkubwa kutokana na mastaa hao wote wawili kufunga mabao kwenye huo kwenye mchezo huo wa El Clasico. Imekuwa nadra sana mchezaji kupachika mabao matatu ali maarufu kama hattrick lakini Lionel Messi, ndo mtu pekee ambaye ameweka rekodi ya kupachika uh, mabao matatu kwenye michezo miwili mchezo wa kwanza kabisa ambao alifunga hat-trick ulichezwa elfu mbili na saba Messi akiwa kinda kabisa wa FC Barcelona akiwa na umri wa miaka kumi na tisa na ndo mchezo ambao ulimtambulisha duniani e, akiwa anavaa jezi nambari kumi na tisa Messi bana kwenye mchezo huo aliweza eh, kufunga hat-trick Cristiano Ronaldo Akiwa ndani ya Real Madrid alishine, aliwaka kawa kubwa, lakini cha ajabu hakuwahi kufunga hattrick kwenye mchezo wa El Clasico. Lakini mchezaji mwingine wa Real Madrid ambaye amefanikiwa kuweka record ya kufunga hattrick kwenye micho, kwenye michezo hii ya El Clasico, ni msimu jana ni tu ambapo Mbappe alifanikiwa kufunga mabao matatu e, bao moja akifunga kwa mkwaju wa penalty, lakini mawili kwenye open play yake yeah, yeah, kupachika mabao matatu na kufanya mchezaji wa Real Madrid kuweka historia kufunga hatrick kwenye El Clasico wakati, eh, Real Madrid wakikubali kichapo cha mabao manne kwa matatu mbele ya FC Barcelona. Bana, kuondoka kwa Lionel Messi ndani ya kikosi cha FC Barcelona, lakini pia kuondoka kwa Cristiano Ronaldo ndani ya kikosi cha Real Madrid, El Clasico, uh, kwa asilimia kubwa ilipunguza sana mvuto na wapenzi wa soka walioanza kuona kama El Clasico imekuwa ni mchezo wa kawaida sana. Lakini hivi sasa uwepo wa Lamine Yamal kwenye kikosi cha FC Barcelona na uwepo wa Kylian Mbappe kwenye kikosi cha Real Madrid ni kama wapenzi wa soka wameanza kuona mchezo huu umeanza kuwa na mvuto na wanatamani kuona hawa wachezaji watafanya nini kwenye El Clasico. Ebana Lionel Messi amefanikiwa kuweka rekodi ya kipekee kwenye michezo, michezo hii ya El Clasico. Amefanikiwa kufunga hat-trick mbili. Lakini hivi sasa Lamine Yamal hana hat-trick hata moja. Je, atafanikiwa kuweka rekodi gani kwenye michezo hii ya El Clasico? Vipi kuhusiana na Kylian Mbappe? Yeye ana hat-trick moja. Je, atavunja rekodi ya Lionel Messi na kuweka rekodi ya kipekee? Mimi sijui. Wananiita El Capitano, El Presenter, Champion Boy. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, pamoja na kucomment Eze Sport TV.